Dubai kuna kazi nyingi sana, kazi kama kufundisha, kazi za ujenzi, udereva, lakini kwenye udereva unabidi uwe vizuri sana kwa sababu Dubai kuna trafiki kubwa. Kama wewe ni mgeni, inaweza kukupa shida kidogo. Sasa ishu inakuja, unapataje kazi Dubai? Njia namba moja. Tumia mitandao ya kijamii kwa manufaa. Mfano, tumia Instagram, follow account za fursa, zipo nyingi sana. Mfano Instagram, kama umefollow account zile za fursa, hata matangazo yao yatakuwa yanakuletea nafasi za kazi kutoka Dubai. Njia namba mbili, tumia agent au mawakala. Mawakala wapo wengi sana, muhimu agent awe anatambulika, ofisi yake imesajiliwa Tanzania, na ana kibali cha kufanya hiyo kazi ya uagent.